Mpango wa uokoaji ni nini? Mpango wa uokoaji ni mwongozo wa kina wa jinsi ya kutoka kwa usalama na kwa ufanisi kutoka kwenye jengo au maeneo wakati wa dharura kama vile moto, tetemeko la ardhi au zingine za hatari. Inajumuisha njia zilizoteuliwa kutokana na sehemu za mkusanyiko ili kuhakikisha kila mtu anaweza kuhama haraka na kujipanga upya katika eneo salama. Kuwa na mpango wazi wa uokoaji ni muhimu kwa sababu, katika hali ya dharura, kila sekunde huhesabiwa. Mpango uliotayarishwa vyema unaweza kupunguza hofu, kuzuia majeraha na kuokoa maisha kwa kuwaongoza watu kutoka katika hatari kwa njia iliyopangwa. Kujua mpango wa uokoaji huruhusu kila mtu kuelewa haswa mahali pa kwenda, njia salama zaidi za kuchukua, na hatua gani za kufuata ikiwa utapambana na vikwazo au hatari njiani. Kuelewa mpango wa uhamishaji wa mahali pa kazi pia kuna ruhusu kujifahamisha na njia za kutoka kwa dharura, ishara na kengele na nani na kuwasiliana nani kwa usaidizi. Kwa kujifunza vipengele hivi sasa, hautajilinda tu, bali pia unaweza kuwasaidia wengine ambao wanaweza kuhitaji mwongozo. Kuwa na ujuzi wa utulivu katika hali ya dharura ili ujuzi muhimu na hakikisha kuwa daima uko tayari kutenda kwa kuwajibika na kwa ufanisi katika mgogoro. Katika mazingira mahala pa kazi kama vile hoteli au ofisini, mara nyingi utapokea mafunzo kuhusu njia ulizoteuliwa za uokoaji. Walakini, mafunzo haya hayapewi kipaumbele kila wakati. Kwa hivyo, ni muhimu kuwa mwangalifu katika kujitayarisha. Kwa kuelewa jinsi ya kujibu kwa utulivu katika hali ya dharura, unaweza kusaidia kujiongoza wewe mwenyewe wafanyakazi wenzako na wageni kwenye usalama. Daima kumbuka kuwasaidia wengine ikiwa tu usalama hufanyika hivyo. Katika video ifuatayo, tutakagua mpango wa kawaida wa kuhamisha wajengo kubwa, kukupa mwanzo wazi la jinsi ya kuwajibika kwa ufanisi wakati wa dharura.